Je, yeah, unahitaji kupata pesa nyumbani kwako na katika biashara yako? Kama jibu ni ndiyo, tafadhali weka chumvi katika maji kuweza kupata pesa nyumbani kwako na katika biashara yako. Kama wewe unapitia kipindi kigumu kupata pesa na unapitia wakati mgumu sana, unafanya kazi nyingi, pesa uzioni, au ukishika pesa, pesa haikai, tumia njia hii, universe itakuelekeza namna gani ya kufanya kuweza kutumia njia salama na asili kuweza kuvuta pesa kwa haraka zaidi. Unachotakiwa kufanya kama unahitaji kujua njia hii, unahitajika kuwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, unahitajika kuwa na maji na hakikisha unatafuta maji ya kisima. Kama utakosa maji ya kisima, nunua maji ya chupa na hiyo chupa iwe haijafunguliwa na mtu yoyote, yani uwe mtu wa kwanza kufungua chupa hiyo. Cha pili, unahitajika kuwa na makapeni. Unaweza ukatumia makapeni nyeusi au pia unaweza ukatumia mken nyekundu. Kabla hatujaendelea kama we ni mgeni katika akaunti yangu hii ya, ya Kiotilola tafadhali, chini kabisa hapo kwenye alama nyeupe usisahau kusubscribe, na kama wewe hauja subscribe usisahau kulike video hii kama utakuwa umependa, na pia usisahau kucomment chini kabisa katika comment section, kama utakuwa na swali au una maoni yoyote. Cha tatu ambacho unahitajika kutumia unatakiwa uwe na chumvi, na ninapendekeza utumie chumvi ya mawe. Kama hauna chumvi ya mawe usiwaze, unaweza ukatumia chumvi ya kawaida kabisa na ikafanya kazi yako vizuri kabisa. Baada ya kuwa na chumvi pia, unahitajika kuwa na pesa za sarafu au watu wengine tunaita kama coin. Najua kuna coin ya gold na pia kuna coin ya silver. Kuweza kuvuta bahati ya kupata pesa, napendekeza kila mtu atumie coin ya silver kama unavyoona hapa katika video yangu, na hii ndio tutakayotumia leo. Baada ya kupata vitu vyako hivyo, pia unahitajika kuwa na mshumaa ila uwe mshumaa mweupe na pia unahitajika kuwa na ubani au udi, na hivyo sio vyo lazima. Kama hauna hutakiwi kuwaza, unaweza ukatumia njia hii pasipokuwa na mshumaa na pasipokuwa na, na udi na pia ukavuta pesa nyumbani kwako na katika biashara yako. So namna ya kufanya utatakiwa kufanya, unatakiwa uamke asubuhi kabisa na mapema, au itapendeza zaidi kama utafanya njia hii kipindi mwezi unapokuwa uko full, yani inaitwa kipindi cha full moon. Ila kama utakosa kufanya kipindi cha full moon hivyo unaweza ukafanya asubuhi na mapema kuanzia saa kumi na moja saa kumi na mbili saa moja saa mbili mpaka saa tatu baada ya hapo unaweza kuendelea ukishamaliza kuoga na ukawa msafi kabisa salama jitayarishe kwa kuweza kuomba universe nguvu ili kuweza kukusaidia kuvuta pesa nyumbani kwako na katika biashara yako. Jinsi ya kufanya, chukua maji yako uweka katika grasi au chombo chochote ambako kiko cristo. Ninavyosema kuwa cristo ni kwamba grasi ambayo inaonyesha kwanzia nje, unaweza kwa kuona ndani na kwa ndani unaweza kuona nje, kama hapa unavyona hapo, unaona vidole vyangu. Basi grasi hiyo inahitajika kuwa hivyo, au kontena lako natakiwa liwe hivyo. Usitumie glasi ya plastiki, ila unahitajika kutumia grasi udongo baada ya kumaliza hapo, chukua chumvi yako, na hii ni chumvi yangu ya mawe ambayo nitatumia leo. Chukua chumvi yako na anza kuweka chumvi yako katika maji yako hayo. Weka chumvi ya kutosha kabisa weka chumvi yako usiogope chochote, weka chumvi yako, weka chumvi yako. Baada ya kumaliza kuweka chumvi yako, chumvi yako itakuwa hivi na maji yata yako yataonekana yako full kabisa. Mimi chumvi yangu inavyoonekana haijatosha, kwa sababu maji yangu hayajawa full. Kwa hivyo tutaongeza zaidi. Kwa hiyo tunaongeza chumvi tena. Okay unatakiwa kuongeza chumvi mpaka pale maji yako yatakapokuwa amefika juu kabisa katika mdomo wa glasi yako au kikombe chako. Baada ya kumaliza kuweka chumvi yako, kama jinsi unavyoona hapa katika video yangu, utachukua pesa yako ya coin. Katika pesa yako ya coin hiyo, unahitajika kuandika namba nane, au watu wengine tunatumia kwa kizungu inaitwa infinix number. unatumia marker pen na unaandika namba yako hiyo katika coin Alafu kumaliza hapo kuandika namba yako hiyo, kama unavyoona hapa katika na video yangu, tumeandika namba nane. Utachukua grasi yako ambayo uko nayo, utachukua coin yako ambayo uko nayo, na utaidumbukiza katika grasi yako. Baada ya kumaliza kuidumbukiza, utakuwa uko tayari kwa ajili ya kuomba na universe itaweza kukusaidia. Namna ya kuomba Utafunga macho yako na baada ya kufunga macho yako uta, uta, utashika grasi yako kutumia mikono yako yote miwili na utaanza kuomba, mimi naomba, mimi Flora au mimi kotlola naomba njia hii kuweza kupata pesa nyingi sana. Unaweza kutaja kiwa, kiwango cha pesa ambacho unakihitaji, kama unataka milioni kumi, milioni ishirini, milioni mia, milioni mia mbili pia unaweza kusema nahitaji kupata milioni mia mbili kabla ya mwezi huu haujaisha. Nahitaji katika biashara yangu kuingiza milioni mia kabla mwezi huu haujaisha, au nahitaji kupata shilingi laki tano Leo hii hii baada ya kumaliza kuomba, ukiwa unaamini kabisa hela hiyo itakuja, utachukua glasi yako hiyo, utaenda katika dirisha lako ambalo jua likiwa linachomoza linachomoza katika dirisha hilo, na utaweka glasi yako hiyo au mchanganyiko wako huo katika dirisha lako hilo, na kama unaishi sehemu ambako dirisha jua halichomozi katika madirisha yako yoyote yale katika nyumba yako, basi utachukua hii hapa na utaweka katika jiko lako. Kama utakuwa na cabinet katika jiko pia utaweka katika draw za majiko yako ambayo pawe pasafi kabisa, au unaweza ka, ukafiti sehemu yote ambayo ni safi kabisa, ila mwanga, lazima ipate mwanga. Hakikisha kama unafanya njia hii kwa ajili ya biashara yako, unahitaji kuvuta pesa katika biashara au unahitaji pesa zije nyingi, wateja waje, ili kuweza kupata pesa nyingi zaidi, utachukua hii hapa, utaenda kuweka katika biashara yako. Yani ukae nayo katika biashara yako, jinsi itakavyozidi kukaa, jinsi itakavyozidi kuongezea pesa katika biashara yako. Hakikisha ndani ya siku kadhaa, hii itaganda kabisa na maji yataisha, yatapotea kabisa. Kwa hiyo maji yakipotea na yakiganda, grasi yako ikiganda, usitupe, kaa nayo kama ilivyo, maana hapo sasa pesa zitaanza kumiminika hapo sasa. Utaanza kuona hela, utaanza kushika hela, so viji hela, utashika pesa nyingi baada ya kuona imeganda kabisa. Kwa hiyo unaweza ukarudia tena kufanya baada ya miezi kadhaa, au unaweza ukayaacha hiyo hiyo na hela zikaendelea kuja. Tumia njia hii, ni salama na universe itakusaidia. Omba kwa universe kila siku, ili kuweza kumanifest kupata pesa kwa kutumia chumvi maji, pamoja na coin, utapata pesa nyumbani kwako na pia utapata pesa katika biashara yako. Jina langu naitwa Kitilola. Usisahau chini kabisa hapo, katika alama nyeupe, kusubscribe katika akaunti yangu hii. Usisahau kulike video hii. Usisahau kucomment chini kabisa katika comment section, na pia usisahau kushare video hii kwa wapenda wako wote na watu wako wote ambao wanahitaji kupata pesa kwa njia ya asili na nguvu ya universe. Ah, tunabidi wanakuja na leo, naomba niishie hapa. Bye, nawapenda sana.